Sasa unaweza kutazama vipindi vyote vya Star TV moja komoja, kwa moja ikiletwa kwako na simu.tv muda wowote ukiwa mahali popote Tanzania. Ni rahisi sana, piga nyota 149 nyota sifuri moja alama ya reli kisha bonyeza moja, halafu chagua simu.tv. Huduma hii ni kwa wateja wa Vodacom kwa gharama ya shilingi 60 tu kwa siku. Pia napenda niunge mkono kwa dhati kabisa. Kama mnavyofahamu, kwa muda mrefu sana, mimi nimekuwa na mgogoro na chama changu, lakini jambo hili kwa maslahi ya taifa, wabunge wenzangu wote wa kutoka chama changu ndoka vyama vingine vya upinzani wameniunga mkono, na jana kwa mara ya kwanza nimehudhuria kikao cha UKAWA. Kwa kweli nilikuwa nimewamisi sana. I was so happy. Thank you very much. Napenda niwashukuru sana wajumbe wa kamati ya PAC bila kujali vyama vyao. Mnafahamu naongoza kamati ambayo ina wabunge wengi kwa kutoka chama cha Mapinduzi na tulidebate sana, sana mpaka kuja kukubaliana na kile ambacho tumekubaliana. Kwa hiyo napenda niwashukuru sana, mmefanya kazi njema sana na hakuna cha kuwalipa isipokuwa Mwenyezi Mungu ndio atakayewalipa. Mheshimiwa Spika, E, Mheshimiwa waziri wa nishati na madini, ukurasa wa ishirini amezungumzia swala la kwamba Tanesco haina mashtaka na ICSID e, ila mashtaka ni ya Standard Chartered. Napenda nimkumbushe Mheshimiwa waziri kwamba IPTL kabla haijawekwa kwenye Muflis ilifungua kesi kupinga kitendo cha Tanesco kudispute zile invoices kesi ilivyoendelea kule mahakamani exit baadaye, IPTL ikawekwa chini ya Muflis. Na mahakama zetu za Tanzania baada ya maombi ya mbia mmoja ndugu James Rugemalira, na wabunge wengi wengine wameingia mara ya kwanza, ndio maana wamediriki hata kunitukana, hawanifahamu. Nataka niwakumbushe na, na waziri wa mambo ya ndani ni shahidi yangu fedha hizi zilitaka kuanza kuibwa toka mwaka elfu mbili na nane elfu mbili na tisa Mahakamani jaji akaenda akaondoa amri ya kuweka IPTL kwenye Muflis wakati tuna kesi ambao, kwa kujenga hoja kwamba hii kampuni ipo kwenye Muflis, ile kesi tungeweza kushinda. Leo kuna baadhi ya wabunge wanahoji kwamba labda tunatumwa na Uingereza huu Chikawe ni shahidi. Balozi wa Uingereza alikuja na delegesheni yake ya watu wa Standard Chartered kuniona kama mwenyekiti wa poak kulobi kwamba tuachie Standard Chartered wachukue hela za esco. Nikatoka nje ya kikao nikampigia simu Chikawe, wakati huo ni waziri wa justice. Nikamwambia Chikawe, hawa wanavunja diplomatic protocol hawawezi kuja kwa mwenyekiti wa kamati, hawana kibali cha wizara ya mambo ya nje, wanakuja kulobi. sikanisaidi yangu wakatae hapa nikane namna kingine. Kilichomtuma kufanya hivyo ni uzalendo kwa nchi yangu. Kwa hiyo siwezi kuwajibu watu ambao moja, menyingine, menyingine, kwa njia moja ama nyingine wameniparura parura, siwezi kuwajibu, siwezi kuwajibu hata kidogo, kwa sababu hawajui nini nilichokifanya kwa nchi hii. Mweshimua Spika, shauri lile kule exit tukashinda kwa, kwa kuhoja kwamba IPTL iko chini ya muflis. Mahakama ikairuhusu standard acha waingie kwa nafasi ya IPTL kwa sababu wanaidai IPTL ko ikaingia mahakama Ma, na hoja pale ilikuwa ni capacity charges, kwamba tumekuwa overcharged. Tumeshtakiwa sisi kwamba kwa nini tuna dispute invoices. Kesi imekwenda mwezi February mwaka huu, shauri limeamuliwa kwamba kwanza, ni kweli tumekuwa overcharged, na pili, ifanyike recalculation. Mheshimiwa Spika Maamuzi ya kesi haya hapa, na nayawasilisha mezani kwako. Serikali leo inakuja kukataa maamuzi ambayo sisi tumeshinda na imeamuliwa recalculation, kwamba bei mpya ya umeme, bei mpya ya capacity charges ziangaliwe kulingana na uwekezaji ambao wale watu wameweka. Sasa tunakujaje kukataa kitu ambacho sisi tumeshinda? Sangoje, niwaambie madhara yake. Mkataba ule, baada ya maamuzi ya mwaka elfu mbili na moja, capacity charge charges zikashushwa mpaka dola milioni mbili nukta sita kila mwezi, kama tulivyoeleza kwenye taarifa ya kamati. Usipofanya recalculation, maana yake ni kwamba mpaka sasa hivi hivi mwezi huu wa Novemba unakwisha huyo anayesema ni mmiliki mpya analipwa capacity charges ile ile. Tungefanya recalculation? Hata kama huyo mtoto mpendwa seti angeachiwa hiyo mitambo, capacity charge ingekuwa chini. Hivi tunafikiria namna gani kama nchi?